Bomba, si bomba! Bomba si bomba! Mwenye kiti wetu Martha Kayaga, bomba si bomba! Bomba UWT, moto moto! Moto moto! Madiwani wetu moto moto, hey. Wajumbe wa baraza moto moto, hey. Moto si si si moye, hey. Mheshimiwa mwenye kiti wetu wa UWT wa Singida, katibu wetu wa UWT mkoa wa Singida, waheshimiwa wenye viti kutoka wilaya zote UWT, makatibu wangu kutoka wilaya zote wa UWT, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wajumbe wa baraza, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, nianze kwa kumshukuru Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa neema ambaye ameweza kutukutanisha katika siku hii ya leo katika baraza letu maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana. Leo hii na mimi nimepata nafasi kwa ajili ya kuwasilisha kazi au utekelezaji wa ilani, wa ilani kwa muda wa miaka mitano. Nakushukuru la sana, lakini ni kushukuru pia kwa hotuba nzuri uliyoitoa hivi punde. Kwa kweli imetupa hamasa sisi wajumbe, lakini pia imetuamshaamsha na nikupongeze sana kwa kazi nzuri ambazo umeendelea kuzifanya kwa jumuiya yetu ya UWT. Hakika UWT mkoa wa Singida imeendelea kuwa imara na ni kimbilio la wanawake wengi, na kupongeza sana lakini. Pia nitumie nafasi hii kumpongeza sana sana sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mama yetu mchapakazi, kwa uongozi makini na mahiri na kwa namna ambavyo ameweza kutupa fedha nyingi sana kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Ndugu zangu, wajumbe, nyote ni mashahidi, mnaona kazi mbalimbali zinavyotekelezwa katika wilaya zetu, katika kata zetu na mkoa kwa ujumla. Hakika kazi zinafanyika. Ni waombe sana sana sana, kazi yetu kubwa ni kueneza injili ya CCM na kusema yale mazuri aliyofanya mheshimiwa Rais, kwa sababu ni mengi. Mambo makubwa yamefanyika katika mkoa wetu wa Singida, miradi mbalimbali ya elimu, afya, maji, miundombinu ya barabara, kilimo, umeme, warea vyote vimetekelezwa kwa ufanisi mkubwa zaidi chini ya mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan. ninampongeza sana lakini pia nitumie nafasi hii kumpongeza mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa wa Singida aa, mama yetu Martha Mlata kwa kazi kubwa na nzuri ambazo ameendelea kuzifanya katika mkoa wetu. Chama chetu kimeendelea kuwa imara na kimbilio la wananchi wengi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nikuombe unifikishie salamu za pongezi nyingi kwa mwenyekiti wetu kwa kazi kubwa aliyoifanya alipofika pale Dodoma kwa ajili ya kuomba michango ya kuboresha jengo letu la Chama cha Mapinduzi. Tunampongeza sana na nina imani pengine kabla ya uchaguzi jengo hilo litakuwa limekamilika. Kwa hiyo naomba nifikishie salamu hizo kwa mwenyekiti wetu, tunampenda na tunampongeza sana kwa kazi mbalimbali mbali ambazo ameendelea kuzifanya lakini niwapongeze wenyeviti uh, wangu wa UWT kwa kazi nzuri ambazo umeendelea kuzifanya. Kwa kweli ukipita huko layari unaona namna UWT ambapo imeendelea kuimarika, na hata wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, kwa kweli niliona wanawake jinsi walivyojitoa, ni, ni jiswa, kwa sababu ya uongozi wenu imara, ninawapongezeni sana.